Pengine umewahi kununua chakula maarufu cha githeri katika duka la supermarket na kushangaa chakula hicho huandaliwa wapi na vipi. Safari yetu ya bongo la biashara awamu hii ilitufikisha Donholm hapa Nairobi, ndani ya uwanja wa magala ya bodi ya nafaka NCPB, tunamkuta Bi Mary Maritim akiwa kwenye shughuli yake aifanyayo kila siku ameanzisha kampuni ndogo aliyoipa jina Cherubet, jina la marehemu mamake mzazi. Na hapa ndipo tunagundua kwamba mama huyu pamoja na wafanyikazi wake wanawalisha Wakenya kwa chakula maarufu gidheri. Cherubet sasa imepanuka na kuandaa lishe hiyo kwa kiwango cha juu, lakini alianza kuukwea mti kuanzia chini kabisa, na ndipo biashara yake ikapata kupanuka kiasi hicho. Si lazima ukuwe na pesa nyingi sana ya kuanza biashara, unaanza tu mdogo mdogo Una, una grow na utumie zile facilities uko nayo. Nilitumia masufuria za nyumbani ku seal um, fast product zangu. Nilitumia iron box. Siku kwa nimepata hiyo seal. Malighafi ni mahindi mabichi na maharagwe. Kila asubuhi yeye hurauka kwa gari lake alilonunua kutokana na upishi wa gideri kutafuta bidhaa hizo na hushirikiana kwa karibu sana na wafanyikazi wake kuhakikisha kwamba chakula hicho kimeandaliwa kwa usafi wa hali ya juu tayari kuuzwa kwa maduka ya supermarket. Mary anajivunia uvumbuzi wake anaosema sasa umeigwa na baadhi ya watu, na kwamba kinachomfurahisha zaidi ni kwamba amechangia katika ustawi wa jamii. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kabisa ku, kuleta hii chakula kwa kwa market. Infact, hiyo ndio ilinisaidia, nikakubaliwa kwa hizi kwa supermarket, niliweza kuingia sababu ilikuwa um, a new idea. ida um, niliingia Naumat na nikaingia Uchumi, lakini by the time taskis nikakuta kuna mtu ame, ameiga hiyo um, business. Kwa mujibu wa Mery, alizingatia masahibu ya mwananchi wa kawaida anayeweza pia kuingia dukani na kujipa lishe la moja kwa moja bila kuwaza. Kuna paketi nusu, nusu kilo na kuna kilo moja. Anaweza kununua tu na aanze kukula. Maarifa yake sasa yamegeuka na kuokoa Wakenya wanaotafuta ajira. Kwani dereva wake baba Ian sasa anao mkate wa kila siku kwa kuliendesha gari hili. Sawia na wafanyikazi wengine kumi waliopata ajira ya kudumu na kulipwa mishahara kwa mujibu wa kanuni za wafanyikazi nchini amenisaidia I kwa njia mingi kwa sababu vile nilikuja hapa, mapato yenye tunapata nasaidia kwa kulipa watoto school fees. Watoto wangu wako shule lakini bado wako primary, lakini mapato hayo ni sawa, wanapata kila kitu. Nahusika na, na kuchemsha githeri maharagwe eh, kusi na kuweka kwa prisa <laughs> like, like I have some who... yeah. Who were retrenched kutoka um, uh, nini Telcom na sasa nimeweza kuwatek. Ni chakula maarufu sana ambacho kimepewa majina mengi katika Jamhuri ya Kenya, wengine wakiita nyoyo kule Nyanza na kule mkoani mashariki wanaita isio, mkoa magharibi miongoni mwa Waluya wanaita amahenjera, na wengine wetu ambao wako hapa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania jirani zetu wanaita makande lakini wenzetu wa kule mkoani kati wanahitaji deri, na ndiyo jina maarufu sana ambayo sasa mama e Mary Maritima anatumia katika uvumbuzi wake, ambao amesema kwamba sasa umepenya hadi katika maduka yetu ya supermarket, na wale ambao hawawezi kugharimikia chakula cha begali sasa wana afueni. Nikiripotia makala ya ya bongo la biashara KTN leo, mimi ni Frank Otieno.